Je, unataka kuondoshewa ufaqiri na vile vile kufutiwa madhambi na vile vile kupewa janna kwa wakati mmoja? Sikiliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam salaa, anasema tabi'u baina lhaji wal umrah, fatanizeni baina ya hija na umra. Y yani kama umefanya hija basi fanya umra, kama umefanya umra basi kazana uhiji. Fainnahuma yanfiyani lfaqra wadhunuba, kwani hivyo viwili vinasafisha ufaqiri na madhambi. Kama yanfi alkiru khabath alhadidi wadhahabi wa walfidha, kama vile kir, kir tuseme ni vacuum cleaner, yani inafyonza, inavuta kama vile vacuum cleaner inavyosafisha uchafu kwenye chuma au kwenye dhahabu na fedha. Alafu anaendelea mbele Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia, wa laysa lilhajjil mabruri thawabun duna aljanna, na hakuna ujira kwa hija iliyofanywa vizuri isipokuwa janna. Kwa hiyo vitatu hapa Ufakiri na, na, na madhambi. Alafu mwisho anatuambia hija iliyofanywa vizuri hakuna ujira isipokuwa janna, mtu anapata pepo. Sasa wale wenye uwezo ndugu zangu, Allah akakujalia akakupa nafasi akakupa uwezo nenda kahiji katika nyumba yake. Kaoneshe mapenzi yako kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mtu nakuta akapata kidogo, basi anaona bora niwekeze nianze biashara fulani, nianze hiyo, utafanya baadaye kama hauna haja dharura za kimaisha, mambo yako yapo vizuri, unaendelea una, yanatosha, nenda kahiji hicho ulichopata, nenda kahiji huko. Ukienda ndo unawekeza, Allah anakuondosha, anakusafisha na ufakiri na madhambi na anakupa janna. Koo, tujitahidi kwa wale wenye uwezo, fursa ndo hii, tuwahi twende, tukahi.